Kwa ujumla tuna changamoto ya uelewa mdogo wa wananchi juu ya uhifadhi na manufaa yake. Tunasema kwamba sheria yetu haituruhusu kuwinda. Tunaweza kuuza, kwa nini kule wanasema game wanawinda? Ni sheria mbili tofauti. Sheria ya game inaruhusu uwindaji wa kupata kibali. Lakini kwetu hairuhusu. Tunasema tu kimoja. Tunasema masomo mamoja. Mimi nasimamia huku, siruhusu kuwinda wanyama. Kwa mwingine yuko kule, naambiwa kwamba unaruhusu kuwinda kwa kibali. Hayo ni vitu ambavyo waeleweshe waendelee wende kuelewa. Katika kufanya maeneo yaweze kuhifadhiwa vizuri zaidi, lazima wananchi tuwaambia, tuwa umuhimu na waelewe wa nini, nini, nini maana ya wa uhifadhi. Wakishaelewa watakuwa ni walinzi wa kwanza, sababu wao ni wengi, si wachache. Wakielewa itatua rahisi kuhifadhi, kwa namna ambavyo umeweza kutupitisha, lakini kwa namna ambavyo nimeona jamii inaweza kushirikishwa. Mwenyekiti wetu sisi wa wilaya kama ambavyo imeelezwa, sisi na baraza langu la madiwani, muda mwingi watu wa TANAPA wamekuwa wakitushirikisha na hasa muda mwingi wamekuwa wakiingia kwenye vikao vyetu kutujengea uelewa wa pamoja, kujua kwamba hawa ni sehemu ya serikali, ni watumishi walioletwa na serikali, na kwamba maeneo haya yameanzishwa kwa mujibu wa sheria, na kwamba sisi tuna jukumu la kuwaunga mkono, kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa. Kama hakuna mahusiano mazuri, hatuwezi kuhifadhi maana uhifadhi eh, unahitaji ownership, unahitaji wananchi wanaozunguka hifadhi na waone, ni wao ni sehemu ya hiyo hifadhi, wajue thamani ya hifadhi hiyo. Kwa hiyo kadiri tunavyokwenda, kuna maswala katika kipindi kifupi nimejifunza, na nina imani tutatumia eh, pia eh, uwezo na weledi wa TANAPA eh, kuona wengine na wao wanafanya vizuri na kuondoa misuguano iliyopo, kwa sababu asilimia kubwa ya ardhi ya Kaliua ni hifadhi. Kila unakwenda ukigeuka huko hifadhi, pigeuka huko hifadhi. Hata jana nilikuwa ninazungumza na watu, ukiweza kuwa mkuu wa wilaya ukaweza kuweka swala la hifadhi sawa sawa, basi wewe umeshapumzika ukiliweka vizuri swala la hifadhi, ana yake, huna kazi utalaksi. Lakini tatizo ni kitu gani? Tatizo ni kwamba watu hawajajengea wengi uelewa, wanadhani hawa wahifadhi wetu wa misitu au utalii ni maadui, wakati hayo ni utekelezaji wa inkiwa Chama cha Mapinduzi. Lakini mwanzo kabisa aliyezungumza atusikia kikao cha ndani nikasema, katika hifadhi ambazo zinastahili kupongezwa wilaya yetu ya Kaliua ni TANAPA. Sisi wote wanaKaliua tuzipende taasisi zetu, kwa sababu zipo hapa, kwa maana ya kutekeleza ndani ya chama chetu. Sasa watu wanadhana kwamba taasisi hizi za umma ni kama maadui kwa wananchi. Lakini nani atawaelimisha maana yake ni, ni sisi pamoja na kiongozi wetu wa serikali pamoja na mheshimiwa madiwani. Lakini mimi Wanu, kwa upande wa TANAPA mheshimiwa DC shirika hili linapongezwa kutoka usuku. Kwetu tunaenda vizuri. Lengo lake kubwa ni wananchi wanufaike. Tukiingiza pesa za serikali, tutajenga zahanati, tutaweza barabara. Niombe tu kama viongozi wa serikali muendelee kuelimisha wananchi na sisi viongozi wa chama tuendelee kuambia kwamba kupitishwa kwa hifadhi eneo letu mheshimiwa rais raisi ametupendelea, ingawa leo hatuone matunda, lakini baadaye matunda yatakuwa makubwa zaidi. Na niombe tena tena kufanya urafiki na majirani wenu hawa zikimlole sababu diwani diwali sio aliambia, kwa kweli tunaenda nao vizuri.